Kauli ya waziri imekuja siku mbili baada ya wamiliki wa malori kuanza mgomo Oktoba tano mwaka huu uliosababisha msongamano mkubwa wa magari katika barabara ya Morogoro, ambapo amesema sheria haibadilishwi kwa barua na kuongeza kuwa anayeona anaonewa aende mahakamani, na kwenda mbali zaidi kwa kudai kuwa baada ya wizara kuajiri wafanyakazi wapya kwenye vituo vya mizani mianya ya rushwa imefungwa, ndio maana wanaozidisha uzito wameamua kugoma. Kwa hiyo tusipozingatia sheria hizi, barabara hazitakuwepo, zitaisha. Tutakuwa tunafanya kazi ya bure, tutajenga barabara. Maskini ninyi Watanzania, including na wewe, including na wale ambao watajazaliwa, tutaendelea kulipia hizi barabara, kwa sababu ya watu wachache ambao wao wanafikiri wana haki ya kumiliki na kuprofit out of 44 millions ya Watanzania. Tunachofanya sisi ni kusimamia sheria. Na hii sheria ipo tangu mwaka sabini na tatu. Ndio maana inaitwa sheria namba 30 ya mwaka sabini na tatu. Imefaniziwa mabadiliko mabadiliko kupitia CAP namba mia moja sitini na nane ya mwaka elfu mbili na mbili. Hizi regulation ni za mwaka elfu mbili na moja. Sasa iweje mtu anataka aba, a, a, a, a walisubiri mpaka mwaka 2013. Si wangegoma 2001. Si wangegoma 73. Hii ni kwa sababu wanataka super profit na ndio maana nimekutajia. Kufuatia kauli hiyo, ITV imemtafuta msemaji wa wamiliki wa malori nchini bwana Elias Lukumai, ambaye amesema wataendelea kuegesha malori yao popote yalipo nchini hadi ufumbuzi utakapopatikana, huku katibu mkuu wa Taboa bwana Seven Ngalo akidai tayari wameshatoa tangazo la kusitisha huduma ya usafiri wa mabasi yaendayo mikoani na nchi jirani hadi maombi yao yatakaposikilizwa na tatizo lingine la mizani kwamba mzani wa Kibaha na mzani wa Chalinze na mzani wa Mikese inasoma reading tofauti. Kwa hiyo gari litakapotoka Dar, itakapotoka Dar es Salaam, baada ya linafika mzani wa kwanza Kibaha linasoma vizuri, likifika mzani wa Chalinze reading zimebadilika, ukifika Mikese reading tofauti. Kwa hiyo unakuta kila mzani kutakuwa na usumbufu, na facility zetu za mizani hazina parking ya kutosha kuweka magari. Lakini unazidi mzigo wa kiasi gani sasa Mzigo ambao tunazungumzia hapa unazidi kilo 50, kilo 100, kilo 200, na ndio hizi variation ambazo sisi tulikuwa tunazungumzia kwamba hizi variation sio sawa. Sisi wasafirishaji wa mabasi katika hali ya kawaida, tuliwahi kuomba muda mrefu kwanza mabasi yasipite mizani kupima. Katika hali ya kawaida, nchi tunazofanya nazo biashara East Africa, Tanzania, amini tukiwa na maana Kenya, Uganda, Rwanda, Zambia. Magari yao hayapimi mizani. Na haya magari watutengenezi sisi. Haya magari yanatengenezwa nje kwa mfano mabasi kama ya Yutong, Scania, Macropol zote zinatoka nje na specification kabisa za nje. Sasa, yanapokuja kwenye barabara zetu, unakuta kwamba yanalazimisha lazima tupime mizani. Kisi wanasema kwamba ndani ya ile mabasi tunapakia mizigo. Katika hali ya kawaida sasa hivi malori sasa hivi ni mengi. Katika hali ya kwamba hakuna mfanyabiashara mwingine yote yule ambaye anaweza kukubali kupakia mzigo sasa hivi kwenye basi kwa upande wao, baadhi ya madereva wa malori wakizungumza na ITV mbali na kuelekeza lawama kwa serikali juu ya kutokuwashirikisha umiliki wa malori wakati wa kurejesha asilimia tano ya uzito unaozidi wameelezea athari wanazopambana nazo baada ya wenye malori kugoma kusafirisha mizigo. Huu mgomo nadhani serikali ndio iliyofanya makosa, kwa sababu ingetakiwa serikali ndio ipange kwanza, baada ya mwezi labda hivi ndio au miezi miwili mitatu ndio tuweze kufanya labda hizo tani wanazotaka ndio tuendelee kupakia hizo tani. Nikiripoti kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni ufosaro wa ITV.